Uh, Hello wadau wetu wa Kingo Farm. Uh, sasa leo tumewaandalia mada nyingine ya namna ambavyo utalea vifaranga wa kienyeji wasife kabisa, uh, mbinu ambazo utazitumia kwa kuwakinga na magonjwa, lakini vile vile kuwatibia na pia kwa kuwa boosti. Utatumia mimea hii kumi ambayo nitakutajia. Ukirudi kwenye video za nyuma nimekuelekeza namna ambavyo unaweza ukawa na mtaji wa laki na nusu na ukafuga kuku wa kienyeji na ukafanikiwa kwa kiwango kikubwa ndani ya miezi minne ukawa na kuku 200. Video nyingine nimekuelekeza jinsi ambavyo utaanza na matetea kumi pamoja na jogoo wawili na ukazalisha kuku wa kienyeji wengi sana. Sasa leo hii nitakuelekeza vitu ambavyo utaenda kuvitumia kuwalea wale vifaranga wa kienyeji, kwa sababu kuzalisha ni kazi rahisi, lakini kuwalea wale vifaranga wa kienyeji wasife, hiyo ni kazi nyingine ambayo inakutaka umakini na inakutaka uwe na taaluma kidogo ya kuwalea wale vifaranga wa kienyeji. Aa, wengi nadhani ni wafugaji wa kuku wa kienyeji na nadhani pia mnaona faranga wa kienyeji wengi ukiwaachia tu huwa wanakufa, au ukiwalea bila kufuata misingi mizuri ya uleaji wa vifaranga wa kienyeji huwa wanakufa sana. sasa kwenye hii video nitakuelekeza hiyo mimea kumi ambayo, kama wewe ni mfugaji wa vifaranga wa kuku wa kienyeji au kuku wa kienyeji, hutakiwi kabisa kuacha kuwapa vifaranga wako, na ukitaka wasife uwabusti, uwaimarishe kinga, uwachanje kutumia hiyo mimea, lakini vile vile huwa unawatibia kwa kutumia hiyo mimea. Ni mimea ya bure kabisa, ambayo inapatikana maeneo yote Tanzania, na unayapata kwa bei rahisi, na mingine hauinunui kabisa, inapatikana tu, lakini ukiwapa vifaranga wako wa kienyeji wanakuwa vizuri, hawapati changamoto zote zile. Unafanikisha kuwalea mpaka wanakuwa wakubwa, hata kama walikuwa wengi kiasi gani. Hii mimea kumi nitakayokutajia itakusaidia kuwalea vizuri kabisa. Mmea wa kwanza ambao utakusaidia kuwalea vifaranga wa kienyeji ni alovela, majani ya alovela kwa Kiswahili nadhani naitwa shubiri au shubiri mwitu. Hii aloe vera itakusaidia sana sana sana. Itakusaidia kwa sababu ina uwezo mkubwa wa kuimarisha kinga, lakini vilevile, hii ni chanjo ya asili ya kideri, ndui, gumboro. Magonjwa yote ya virusi huwa ina kinga. Uh, hii aloe vera huwa ina kinga vizuri kabisa ya magonjwa ya virusi, lakini vile vile ni kinga ya magonjwa ya bakteria uh, na pia hii ni booster nzuri kabisa kwa vifaranga au hata kwa kuku wakubwa wa aina yoyote ile. Aloe vera inafanya kazi vizuri kabisa. Na mmea wa pili ambao utakusaidia ni majani ya mpapai. Majani ya mpapai ni booster nzuri sana. Hakuna booster nzuri ambayo ina matokeo ya haraka kwa upande wa mimea kama majani ya mpapai. Majani ya mpapai yana boost haraka sana, lakini vile vile ni tiba ya coccidiosis lakini ni kinga pia ya koksidiosis na magonjwa mbalimbali ya bakteria, yana kingwa kwa kutumia majani ya mpapai na hata kutibiwa, yanatibiwa kwa kutumia majani ya mpapai. Na mmea watatu ni majani ya mlonge Mlonge au moringa inaitwa moringa au mlonge. Haya majani ni muhimu sana sana kwa mfugaji wa kuku aina yoyote ile, kwa sababu yana virutubisho vingi, yana virutubisho vingi, yana fibers, yana protini, yana madini, yana vitamini. Kwa hiyo yana kinga na magonjwa, lakini vile vile yana boost kwa haraka sana. Haya majani ya moringa nayo ni boosta nzuri sana ni muhimu sana. Haya majani ya moringa huwa tunaweka kwenye maji au kwenye chakula, unaweza kaweka kwenye maji au kwenye chakula. Hata kwenye kutengeneza chakula huwa yako vizuri sana ukitengenezea chakula chakula chako kinakuwa ni bora sana, vifaranga wako wanakuwa na afya nzuri kabisa. Aa, kwenye kutengenezea chakula unatakiwa kuwa na fomula maalumu, kwa sababu ukiazidisha pia inakuwa shida

Dawa ambayo, kama kuku wako wakawa wanaharisha ukafanikiwa kuitengeneza vizuri, haya majani ya mpera ukayatengeneza vizuri kama tiba, basi ndani ya muda wa siku mbili au tatu wanakuwa vifaranga wako au kuku wako wamepona kabisa. Haya majani ya mpera yana nguvu kubwa sana kwa sababu yana kiwango kikubwa sana cha salfa. Kwa hiyo kwenye kudhibiti magonjwa ya bakteria huwa yako vizuri sana, lakini pia haya majani ya mpera ni busta na mmea watano ambao utakusaidia kwa kuku wa kienyeji ni majani ya mbaazi. Haya majani ya mbaazi yatakusaidia pindi kuku wako atakapokuwa na mafua au ukitaka kuwakinga mafua kuku wako. Kama kuku wako wana mafua wala usihangaike kununua dawa ya dukani, si Endovet Tylodox, kama una haya majani ya, ya mbaazi yatumie effectively. Yaani yatumie, tengeneza vizuri juisi au tiba kwa kutumia haya majani ya mbaazi. Kuna namna huwa tunachanga unakuwa unachanganya na vitu vingine lakini dawa kuu ni majani ya mbaazi, yanachanganywa na vitu vingine inatengenezwa tiba nzuri kuliko ile tiba ambayo huwa unainunua dukani. Tiba ya dukani inaweza ikakupeleka mpaka siku nne, tano na kukua sponi, lakini kwa majani ya mbaazi ukitumia siku mbili tu, kama kuku wako walikuwa wanakoroma, wanapiga chafya, wamevimba macho, utaona mabadiliko makubwa sana kwenye ugonjwa wa mafua. Ni majani ambayo yako vizuri sana, sana, sana kwenye ugonjwa wa mafua. Na namna ya kuchanganya, tunakushauri ujiunge na kundi letu au ununue vitabu vyetu. Tuna kitabu cha tiba za asili. Ilicho kitabu ni elfu kumi tu jamani. Ukikinunua hautanunua dawa za dukani, utaweza kutengeneza tiba wewe mwenyewe na kuku wako watapona kabisa kabisa, wala hautaingia dukani kununua dawa ya aina yoyote ile, na kuku wako pia watakuwa bora, kwa sababu utakuwa unawahudumia kwa kutumia mimea tu. Hiki uh, kitabu nacho ni elfu kumi tu ukiwa nacho wewe mfugaji, utakuwa umefanya vizuri sana na kitakusaidia, hautajutia kabisa, kwa shilingi elfu kumi tu wakipata kitabu ambacho kina tiba zote za magonjwa ya kuku. Ukija kwenye mmea wa sita ambao utakusaidia kwenye kufuga kuku wa kienyeji ni kitunguu saumu. Kitunguu saumu kitakusaidia sana sana kukinga magonjwa ya bakteria, virusi, kubusti kuongeza sana sana sana wingi wa mayai mkuku wako atataga mayai mengi sana na utaweza kuyatotolesha. Lakini vile vile kitunguu saumu kitakinga magonjwa kama ya mafua na kadhalika. Na mmea wa saba ambao utakusaidia kwenye uleaji wa vifaranga ni tangawizi. Tangawizi itakusaidia kwa sababu tangawizi inaongeza hamu ya kula, inaongeza madini, inaongeza vitamini uh, vitu kama hivyo, na pia inakinga mafua. Na mmea wa nane ambao utakusaidia ni pilipili. Pilipili utakayoitumia hapa ni pilipili kichaa au pilipili ya mwendo kasi japokuwa, pilipili aina yoyote unaweza kutumia, lakini pilipili pili kichana, pilipili pili ya mwendokasi itakusaidia sana kwenye kukinga gomboro. Lakini vilevile vile kuna namna utaichanganya na kuitengeneza itakuwa tiba ya kideri. Kideri watu wanasema huwa hakiponi, lakini ukichanganya hii mimea ya asili, kwa mfano majivu Uh, aloe vera pamoja na hizi pilipili kichaa huwa wanapona ndani ya muda wa siku mbili na unasahau kabisa habari ya vifo kwa kutokana na kideri. Na mmea wa tisa ambao utakusaidia ni kitunguu maji. Kitunguu maji ni kizuri, kitakusaidia kukinga mafua, kukinga kideri, na, na, lakini vile vile na, na, magonjwa mbalimbali kama typhoid na kadhalika, pia huwa kinakinga. Na mmea wa mwisho ambao utakusaidia kwa kuku wa kienyeji tumia karoti. Karoti tumia kwa ajili ya kuongeza vitamini A, kuwa boost na kuwafanya kuku wako wawe na kinga imara dhidi ya magonjwa mbalimbali. Uh, pia KingoFarm tuo tunatumia sana hiyo mimea. Tunatumia sana sana, sana kwa vifaranga, uh, niwashauri mjiunge na kundi letu ili muone ni jinsi gani ambavyo tunaitumia mimea hii. Ili kundi ada yake ni elfu nane tu kwa muda wa miezi miwili. Utaweza kuuliza maswali na utajibiwa, na kama una changamoto utasema na utaelekezwa. Ili kundi unapewa mafunzo yote ya uleaji wa vifaranga wa aina zote. Ada yake ni elfu nane tu na pia kama unahitaji ushauri ni sehemu gani utawatoa vifaranga bora, tutakupa ushauri ukiwa umejiunga na hili kundi tutakupa ushauri kwa sababu hatuwezi kutaja hapa makampuni au kitu gani ambacho kinatarisha vifaranga wazuri. Ila ukijiunga na hili kundi tutakutajia. Ah, pia tuna vitabu vyenye miongozo mbalimbali ya ufugaji, ni muhimu sana sana kuwa na hivi vitabu, vitakusaidia kutatua changamoto mbalimbali, kama kuku wako hawataji, wamedumaa, hawakui vizuri, vifaranga wanakufa, vitabu vinakupa miongozo yote. Tuna kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Ah, tuna tiba za asili, tuna safari ya ufugaji. Safari ya ufugaji ni kwa ajili ya kuwalea layers pamoja na chotara, kuwapa kukupa mlo mbalimbali ambazo zinatengeneza vizuri vya kula. Aa, na unapata matokeo mazuri kwao, kuku kama ni ukutaga, kukua. Basi hiki kitabu kina formula nzuri kabisa. Pia tuna mwongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Hiki cha mwongozo kina utofauti na kile cha tiba za asili kwa sababu hiki kinakupa ratiba ya kuwapa booster pamoja na kinga za asili kila siku, vifaranga wako au kuku wakubwa na wakawa na afya nzuri, wakakupa matokeo mazuri, wakataga sana, wakakua kwa spidi. Hizi booster huwa zinafanya vizuri sana. Kitabu kingine ambacho tunacho ni kitabu cha ufugaji wa broiler, hiki kina kuanzia day one unapompokea broila mpaka unamuuza, umpe huduma gani kwa njia za asili, na ambazo zitawafanya wakue vizuri. Hata chanjo, hautanunua chanjo za dukani. Haina haja ya kununua chanjo za dukani kwa broila kwa sababu ni kuku wa muda mfupi. Huwa tunatumia za asili na tunafanikiwa kwa miaka yote ambayo tumekuwa tukiwafuga broila, na wanakuwa na afya nzuri kabisa. Hivi vitabu gharama yake ni shilingi elfu kumi kwa kila kitabu. Ukilipia unatumiwa softcopy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Pia kama kuku wako wamedumaa au hawatagi, tuna fomula ya kudumaa, ni elfu tano na ya kutaga ni elfu tano fomula tujapokuwa ukinunua vitabu zipo, ila kama utataka formula kama formula, ni shilingi elfu tano tu. Ukilipia pia unatumiwa WhatsApp. Kama unahitaji huduma zetu, chukua namba hapo kwenye video na utupigie au ututumie ujumbe. Hakikisha uko serious unahitaji kupata hizi huduma ili ziweze kukusaidia. Asante sana.